Kwanza ma masache tumpe huyu laki moja, tumtafutia tena laki moja. Kama mimi, kero yangu eh, ni kwamba silipwi mshahara. Ni mwalimu ambaye ninafanya kazi kubwa ya kujitolea kufundisha watoto lakini wazazi wanasumbua kunilipa hela ya posho ya mshahara <laughs> eh, wananisumbua sana, hawanilipi. Nimekuwa mwalimu tangia nijitolee tarehe moja mwezi wa tisa ishirini ishirini na tatu mpaka sasa sijawahi kupewa mshahara wote mkubwa, niseme nimepata mshahara, wananisumbua tu tangia muheshimiwa mbonge masachi aje pale alivyokuja kuweka mkono wake kwenye hiyo shule ya Nanyuki, alivyo elufu msini, paka shule mheshimiwa... shule nyuki alivyokuja kunipa elfu hamsini mpaka sasa sijawahi pata mshahara wowote. Naomba mheshimiwa, shule Nanyuki, eh, shule msingi nafundisha somo e, gani? Ninafundisha masomo ya hesabu, Kiingereza sana ndio somo langu E, nafundisha somo la afya na mazingira, utamaduni, sanaa na michezo, ninafundisha masomo ya kusoma kuandika. Kwa yote unafundisha? Yote ninafundisha e, nafundisha nina, e, nina, una, una cheti? nina cheti cha form six, nilisoma mpaka chuo kikuu lakini, e, sikubahatika kupata kazi chuo kikuu cha Dodoma kubahatika kupata kazi ndoni kaa mwalimu wa kujitolea kule, sipataki mshahara. Sasa wewe mwalimu unajitolea miaka yote lugha e, anapewa tu posho rejareja, pesa ndogo elfu mbili ninafundisha kwa shilingi elfu mbili mwezi mzima. E, napo ananisumbua kunilipa ndokero e. <laughs> no yangu mheshimiwa. Una cheti cha ualimu cha yudom E, cheti sikupata na cheti cha form 6. Eh. Wewe una cheti cha ja form 6. E, no, una ja e, form 4, na unafundisha masomo yote. Eh, nafundisha masomo yote. Afsa elimu ni shule shikizi. Eh, na na nyuki. Na nyuki. Ndiyo. Shule shikizi. Ndio. Ndio ndio, unafundisha. Ndio. Hebu ifuatilieni hiyo shule kama tuna uwezo wa kuanza kuifuatilia vizuri na kuitafutia walimu kidogo. Hata kama ni mwalimu mmoja apelekwe au walimu wawili maana yake ni kwamba kama anajitolea peke yake una wanafunzi wangapi pale? Ah, pale nina wanafunzi 74. Okay. Wengi 74. b kwa hiyo sasa mimi labda niseme kitu kimoja. Eh, kwanza

Tatu. Nne. Tano. Sita. Sasa, kuhusiana na huyu hii shule, mheshimiwa mkuu wa wilaya ataitembelea. Akishaitembelea ataenda kujiridhisha kama kuna wanafunzi hawa sabini na nne alivyosema, lazima tupeleke mwalimu wa kwanzia, idara ya elimu lazima tupeleke, wasaidiane na huyu ambaye anajitolea. Lakini jambo lingine ni kuhakikisha kwamba tunaanza kuiweka utaratibu wa kwanza kufikiria kuijengea miundo mbinu. Hiyo Nanyuki shule msingi. Shule msingi sisi. Shule shikizi Nanyuki. Lakini jambo lingine tumpongeze yule jamaa. Tumpige makofi mengi sana kwa kwa kwa kujitolea. Ila kwa kuwa wewe sasa ulituambia lakini kumbe huna cheti. Umeishia tu form 6 lakini sio mbaya tuwezi kukudharau, tunajua watoto wanasoma. Kwa kazi ulefanya, Mungu atakulipa.